Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na ipi akaunti ambayo inaweza kulipwa hasa unapotumia mtandao wa Facebook. Naomba nikuelekeze mambo kadhaa ambayo unapaswa kuzingatia unapotumia mtandao wa Facebook na kuweza kuona akaunti yako ya Facebook inaweza kulipa ama isiweze kulipa. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba umeshajisajili kwenye Facebook account. Hilo ndio jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kuhakikisha kwamba unabadilisha akaunti yako ya Facebook kwenda kwenye professional Facebook. Mfano, utaingia kwenye akaunti yangu hapa e, new account yangu unaweza kuifollow hii hapa. Utaona kwamba jambo la kwanza hii account yangu nikiweka hapa katika muonekano kama guest hapa e, tuna huo muonekano unavyoonekana, inaonekana kwamba ni add friend, lakini still iko kwenye followers, kwa maana kwamba nimesha change kutoka kwenye add kwenda kwenye followers. Sometimes kwa sababu hii new account ni maana hukuta kuna wakati na baki na hiyo Adi new friend, mfano akifika uh, watu kadhaa, basi hiyo adi friend watu wengine wanaweza kaipokea, lakini still mimi huku uh, nitakuwa naendea kuapprove mpaka pale watakapofikia watu elfu tano. Baada ya hapo sitaweza kuapprove, watakuwa nasalia kunifollow tu moja kwa moja. Sasa ukishafanikiwa kuchange account yako ikaa katika mwonekano wa professional, ambao hii inakusaidia kuweza kusoma taarifa zako mbalimbali ikiwemo kuweza kuangalia kwenye account yako watembeleaji wanatoka wapi, lakini pia umri wao na kadhalika, taarifa mbalimbali ambazo unaweza kuzipata. La kama unavyoona hapa kwamba engagement yangu, followers ambao wanaendelea kunifollow na takwimu hapa insight yangu inaonyesha hapa kwamba watu gani ambao wanaendelea, yaani idadi ile ya watu ambao wanaendelea kuifuatia ya Facebook una change kutoka kwenye normal account kwenda kwenye, kwenye professional account. Kama hapa, turn professional mode off. Unaona? Baada ya hapa, uh, uh, hapa basi kinachofuata mambo gani ili sasa uweze kulipwa? Hilo ndio jambo kubwa ambalo watu wengi wanajiuliza. Kama ukijua kwamba katika mtandao wa Facebook kuna aina ya content ambazo unaendelea kuziweka ndizo ambazo zitakufanya uweze kulipwa mapema, ama usiweze kulipa mapema. Lakini pia kuna kuna, tunasema kwamba jinsi gani ambavyo una socialize na watu, una engage nao, comment, ku like, ku share content ambazo wewe zinaweza kawafanya watu wakaendelea kuchat, na kucomment, kufanya nini katika post yako. Unaona? Sasa moja kwa moja mara baada kwa tumeshafahamu uh, una account yako, ni professional account, una post high quality content, una post video nzuri, una post video ama content zako zenye engagement na watu yani, watu wanaweza waka reply waka share waka comment na kadhalika. Unaona hizo sasa? Bado kwa umekamilisha hivyo vyote. Unapaswa kufuata haya mambo nitakao kukuelekeza kwa sasa. Jambo la kwanza, hakikisha kwamba daily ama baada ya siku kadhaa unatembelea kwenye professional dashboard yako kuweza kufahamu maendeleo ya akaunti yako. Utaangalia kwenye home uweze kuangalia labda hizo taarifa na nini kadha kadha. Lakini jambo la pili, nakuja hapa kwenye insight. Insight itakusaidia wewe kuweza kujua wafuasi wako watembeleaji wako wanapenda nini hasa. Mfano, tuona kwenye akaunti yangu mimi hapa, inaonyesha mpaka kwa siku 28 japo ya akaunti ni new, inaonesha kwamba video imetazamwa na watu wengi zaidi kuliko photos ama kuliko taarifa zenye link. Ina maana kwamba hapa mimi ambacho ninapaswa kufanya ni kuandaa content za video zaidi. Jambo la pili ambacho ninapaswa kufanya ni kuja kwenye content monetization ha, hapa hapa ni kuna stars, kuna kuna ni mfano. Hapo ambacho unapaswa kifanya ni kwamba unaangalia kwenye akaunti yako, bofya huko, anakuambia nini. Unaona? Ukiona hivyo basi unaweza kaja kubofya kwenye kwenye lane ili uweze kujifunza zaidi. Kumbuka eh, vigezo gani, masharti gani ambayo Facebook wanatoa ili kuweza kufanikiwa kupata approval eh, kuweza kuanza kulipwa kadi, ambapo unaendelea kushare content. Kadi ambapo content zako zinakuwa eh, na engagement kubwa, ndivyo ambavyo unakuwa kwenye eh, nafasi ya kuweza ku ku, ku eh, be approved na Facebook kuanza kulipwa moja kwa moja. Japo ingine tayari mfano stars eh, hii na yenyewe eh, kulipwa kwake ni kwa mapema sana. Hayahitaji mambo mengi sana kwa ambao wako tayari. Unakuta wengi sana wanahitaji tu followers eh, mia tano tu. Yaani watu 500 akisha kufollow basi nani inakuwa approved na inategemeana na content zao. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza pesa kupitia Facebook na hayo ndio mambo muhimu ya kuzingatia.